Naam, shukrani sana mtazamaji kwa, kuang... kwa kuendelea kutazama darubini ya Channel One. Naam, tusonge mbele mtazamaji ambapo wazee wa jamii ya Gikuyu chini ya mwavuli wa kundi la Kiama Ki'ama hii leo walikita kambi kwenye barabara kuu kutoka Nairobi kuelekea Nakuru kwa saa kadhaa. Hii ni kwa hafla ya kutakasa barabara hiyo kufuatia msururu wa ajali. Wakiongozwa na Muthamaki Thiong'o wa Gitau, wazee hao waliomba neema kutoka kwa Maulana huku wakitoa wito kwa serikali ya kitaifa, kuharakisha ujenzi wa barabara ya safu mbili ili kupunguza ajali. Hafla hiyo mtazamaji, inajiri kufuatia vifo vya zaidi ya watu kumi katika muda wa siku nne kwenye barabara hiyo. neto, neto arenina, dhai dhai dhai Toga. Ndivyo hali ilivyokuwa leo wakati wazee wa jamii ya Agikuyu walipokongamana kando ya barabara kuu ya kutoka Nakuru hadi Nairobi kwa hafla waliosema ilikuwa ya kutakasa barabara hii kuikinga kutokana na ajali za mara kwa mara. Usi tulipoteza watu watano katika eria moja, siku ingine tukapoteza watu saba. Jana peke yake tulipoteza watu tatu. Na ndiyo maana wazee wote kutoka chama chetu cha juu cha national wakafikiria, wakaona ati kweli ajali zimekuwa mingi. Wazee hao chini ya mwavuli wa kundi la Kiama Ki'ama walisema kuwa walikuwa wakitafuta neema ya Mungu kupitia maombi ili kuepusha maafa kwenye barabara hiyo. Tunajua tukiombea barabara hii yetu, hizo baraka za Mungu zitatembea kila pahali Kenya, hata na jirani zetu. Wakiongozwa na kiongozi wa Muthamaki Thiong'o wa Gitau Gihoshi wa Imiru, na mwenyekiti wa kitaifa Ndung'u wa Gaidhuma wazee hao walitoa wito kwa serikali kutimiza ahadi ya kujenga barabara ya safu mbili katika eneo hilo. Wale ma wakuje on -site haraka iwezekanavyo, hii barabara ipanuliwe. Tukifika wakati kama huu mwezi ujao, hii barabara itakuwa carriage. Hiyo itakuwa jia moja ya kupinga mambo ya accident. Jia nyingine ya pili ni NTSA, wafanye mambo yale inatakana wafanye ya kuangalia mambo ya barabara ya public service vehicles kama ni usingizi kwa madereva waangalie hiyo manifest, huwa wanatueleza wazee hao. Hata hivyo wamewashutumu wa watu waliodai wanaingiza siasa katika mpango wa ujenzi wa barabara hiyo na kuwasihi kutilia maanani usalama wa utumizi wa barabara hii. Barabara imewekwa hapa kama barabara ya kufanya siasa ama ya kampeni. Hii barabara imekaa zaidi bila kupaniliwa, iwe miraba tatu pande ile ingine na barabara miraba tatu ama ine pandi ingine ili magari ziweze kwenda kwa njia inayofaa, kwa sababu tukiangalia hata Thika Road wakati ilipanuliwa. Pia walitaka hatua kali kuchukuliwa dhidi wakiukaji wa, wa sheria za barabarani. Waendeshaji magari wale madereva wa malori wa matatu tuweze kuzingatia kwamba wale wanaendesha magari wale wako na experience na wameruhusiwa na serikali kuendesha zile gari. Timothy Kipnusu